Naam bwana, mtazamaji wa Trend TV, kama hii ilikupita bwana, niko hapa kwa ajili ya kukusanua kuhusiana na moja kati ya matukio ambayo yalitokea katika show ya Diamond Platinumz pale Uganda, na ni kwamba Diamond ameonyesha ku show love, kuonyesha upendo kwa moja kati ya watoto, na kuna mtoto pale ambaye ni shabiki wa Diamond Platinumz ambaye alimpatia diamondi hela Umeona bwana eh? So hiyo ni moja kati ya, eh, ya video ambazo zimeenda, ni moja kati ya video ambazo zimeenda viral huko mtandaoni. Baada ya Diamond kupewa pesa na mtoto huyu, akaamua amchukue na kumpandisha jukwaani, akaimba naye, akamuuliza jina, akamtambulisha kwa mwanaye Tifa na mambo mengine mengi sana, ambayo yote hayo yamemake headline huko mitandaoni. Umeona eh? so So, at the end of the day ni kwamba hapa, kwa mfano, kuna page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii. Kwa mfano, hapo kuna page ameandika kwamba Diamond am, amtabiria mtoto huyu kuwa rais wa Uganda hapo baadaye, baada ya mtoto huyu kumpatia fedha eh, Diamond kama tu kumwonyesha upendo. So hapo ameelezea vizuri kwamba Diamond Platnumz ni na wameandika ombe bwana. Diamond, msanii Diamond Platnumz, siku ya show yake Uganda, alikuwa kwenye show yake kubwa huko nchini Uganda. Wakati akitumbuiza, alionekana mtoto mdogo na kumpa zawadi ya pesa, na Diamond Platnumz alifurahishwa sana na kitendo kile kwa mtoto huyo eh, na kumshukuru sana, lakini pia Diamond Platnumz alimpandisha mtoto huyo jukwaani akaimba naye, lakini pia vilevile vile akamtambulisha kwa mwanaye, na pia akamtabilia kwamba atakuja kuwa very successful, hata kuwa rais wa Uganda Mashariki. So Diamond pia vile vile ameahidi kwamba pesa hiyo ataenda kutunza nyumbani kwake na kuithamini kwa heshima kubwa, akiwa ni kama vile anamkumbuka mtoto huyo. Pia vile vile aliahidi kumtambulisha kwa mwanae Princess Tifa. So hivyo ndivyo Diamond, hicho ndicho alichokifanya Diamond, na ni moja kati ya videos ambazo zimeenda imeenda viral na kuwafurahisha watu wengi sana huko mitandaoni. So at the end of the day, ukiwa kama mdau weka maoni yako bwana katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.